Tabora, karibu Toronto lakini naomba kwa sababu tuko hapa soko kuu na lile bunge kule, bungeni alitimizwa wajibu wake. Yaani, Mange Kimambi anaandika, si watu wametoa siri dola milioni ishirini na sita za jeshi, bunge alijadili kule, anaandika wengine wanaleta nyaraka bwana, kuwa mkoa amejipikizia viwanja, viwanja bilioni moja, bunge alijadili kule, sijui kimemo kimetolewa bilioni 15 hawajadili, bunge limepoteza uhalali, si ndio? Sasa sisi leo hili hili bunge letu hili la soko kuu, na nyinyi wote ni wabunge, nataka tupige kura. Na mimi naomba nijiteue kuwa spika wa bunge hili, na nitawahoji kura tatu. Kura ya kwanza, nataka tuwahoji ili wapate wa kura ya wananchi, na wapige picha. Mpige kura ya wananchi, wale mnaosema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no reforms election nn vinaajuliu sasa sasa, pamoja na kura ya vidole kuya bungeni, wanasema so ndio, si ndio? Sasa sisi tuseme, no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election. Asante sana. Kura ya pili, kura ya pili, sisi tukiwa ndio wafanye reforms, wanasema huu ni mwezi Mei, muda utoshi, uchaguzi uko Oktoba bunge limevunjwa tarehe 27 sisi tunawaambia kama mnasema muda utoshi sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele mpaka kwanza reforms zifanyike. <coughs> eh? sasa zifanyikesa <coughs> sasa, makofi peke yake toshi bunge <tos> ili lipige kura ya vidole wale mnaunga mkono kwamba uchaguzi wailishe vidole viwili sasa sasa tuwaambie kwa sauti wasikie sauti ya watu kwa sa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

ukianzia ukanda wa pwani Dar es Salaam unakutana na bandari ambayo ina kilometa elfu moja mia sita kutoka Mtwara mpaka Tanga yaseru, na leo tuko maili mia mbili kuingia ndani tuna misitu mbuga ya seru ni mbuga kubwa kuliko sote dunia nzima iko ukanda wa pwani. Ukienda Lindi na Mtwara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 mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nikel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya, ya nuclear, na Singida kunatoka pia mabomu ya nuclear na umeme wa nuclear, nguvu za nuclear. Madini hayo yako hapo. Ukienda kule nyasa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 Mungu maeneo mengine aliweka chuma chini ya aridhi, unaenda kuchimba. Sisi alituwekea mlima na akatupa makaa ya mawe yakuyerushia hicho chuma na mchanga wa kusafishia hicho chuma, akauweka pale Linga. Kwa hiyo tunaweza kutuchuma chetu, nondo za kujengea, kila kitu, tukatoa Tanzania kwa miaka mia moja bila kumua chuma kutoka nje. Tumepewa kila kitu cha kutufanya tuwe pajii. Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka sitini na tatu katikati ya utajiri. Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia anaimba hapo One Love, kwenye wimbo wake wa Rat Race anasema in abundance of water, the fool is thirsty, katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini, kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu yawe magumu, na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu wanatuwinda, Wanatuua. Unakuwaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa kubwa? Hiyo ni nchi aina gani? Kazi na mabaji ya rais kama amiri jeshi mkuu ni kulinda uhai wa nchia, watu wa nchi yake. Watu wameuawa wanatekwa, leo kila kona ya nchi watu wamelia, rais yuko kimya mbunge chama pinduzi, wanake, chama pinduzi, same, wa mkono, Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa NEC wa Chama cha Mapinduzi anatoka anasema watu 83 wametekwa. Badala ya wabunge wenzake kumuunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji, maana yake ni nini? Kwamba yuvi CCM wanakiingia kifua wa uaji, wanakiingia kifua wa tekaji. Inakuaje chama anzisha Mwalimu Nyerere kuleta ukombozi wa nchi kuleta ukombozi wa Afrika, leo kimegeuka kuwa genge la watekaji kinakingia wauwaji kifua kinazuia sauti za watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo ukaza Ndiyo akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege una, unayoiona ni fikira za mtu mmoja. Spika tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kinavumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama mdude Nyagani angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima? Anapouwawa mtu, anapopotezwa mtu